Hatuko tayari ufanyaji wa kazi wa mazoea, na sisi tuelimishane kwamba maeneo yale hayafai kushusha abiria. Wanaofanya hili pia wao hawafikirii, kwamba hawa wanafikiria kwamba sisi sio muhimu kwa wananchi. Wangejua kama sisi ni muhimu kwa wananchi, mmoja wangesitisha zoezi lao la la kuwakamata madereva magari. Mpaka deke nazungumza yako kituoni, gari takriban 20 zimekaa kituoni pale, na mimi nimesema yaacheni. Msiatue kituoni. Yaacheni. Sisi tukae tuandae barua tutakwenda huko mahakamani. Watuambie Mwanza vituo viko wapi? Sawa. Okay. Sawa. So, so, kama wamekamata gari waziweka pale nataka 30 inasaidia nini? Wananchi wananchi kama wananchi wapo, kwa sababu wanajua kama magari mengine pia ni ya kwao. TV kama mimi dereva magari mengine ni ya polisi, exclusive, ni ya kwao, lakini yale ya kwao hawayakamati na anaachiwa ya kwetu sisi ya walalahoi sisi tunakamatwa ninakaa gari uani kule, mpaka ulipe shilingi elfu thelathini. Nimekuwa kiongozi tangu mwaka 2009 mpaka leo, tumekuwa tukipiga kelele swala zima la vituo, mpaka leo vituo hakuna ambacho tumeweza kutengenezewa mpaka mwaka elfu mbili na kumi na saba leo, 2009 mpaka 2017 leo mwezi wa sita, hakuna kituo. Naomba orodha ya vituo ambavyo mnavilalamikia tuanzie na, na, na barabara ya kwenda Buhongwa Ukitoka hapa mjini maana stendi ya Igombe ama sahala, kituo kinachofuata ni Tanesco. Tanesco kituo kinachofuata ni Mkuyuni, kinachofuata ni Voidi. Ukitoka Voidi kinatokea kuwepo kituo Chakechake chake. mitatu mitatu afu chake chake lile eneo lote halina kituo mpaka Mswahili, na pale kuna wananchi wanashuka na kupa, na kupanda, kuna watoto, kuna shule maana ma, ma, ma, ma, miundombinu muhimu kwa ajili ya Watanzania wanaosoma pale, hakuna kituo. Tunafanya kazi kwa mazoea. Ukitoka Mswahili, kituo kiko Butimba kona ambacho tumekipiga kelele, kimewekwa juzi kati, na ch ni cha dharura, hakionyeshi kama hiki ni kituo. Tunafanya kazi kwa mazoea maana kituo nionyeshwa kama ipi bango hili hapa, kituo kina paki, vizuri, kina vizuri e, hiyo tuseme sana, tunasaidiana sawa. Ukitoka hapo kituo kiko voidi Kiko, kiko, kiko bohali. Manake hapa katikati kanisani pale makalai, ofisi ya mtendaji pale, hamna kituo mpaka bohali. Hao wananchi tunawasaidiaje? Lakini tunavumiliana tunashirishana, pale pale tunapakinia pale pale. Ukikesho askari wakikaa vizuri, wanasema maina zimepungua ofisini, wanatuma askari wao kakae sehemu fulani, hakuna kituo kama tamagaite kituoni. Ukitoka hapo nani bohari kituo kinachofuata ni Nyegezi kona. Pale Iseni hakuna kituo, pale Iseni hakuna kituo wa hekima hakuna kituo. Ukitoka Nyegezi kona, kituo kinachofuata ni Nyegezi stendi, sawa, na uingie ndani kule na hakionyeshi kama hiki kituo cha daladala kionyeshwa kituo cha babasi hapa tema. Kuna wananchi wanashuka, tunaassume kwamba wale sio wananchi, sijui sijui kwamba sio walipa kodi au sio wa Tanzania. Ukitoka Buho, ukifika Nyegezi ni mpaka ukitoka pale mko nani, nani Nyegezi stendi, kituo kiko Mkolani. Hapa Mashineni katikati, hapa Mashineni hakuna kituo paswedi wapi uko so, shuleni pale hakuna kituo mpaka Mkolani. Ukitoka Mkolani mpaka Buhongwa ndo kuna kitu nimshusha ni abiria. Je, nitamtendea haki ya abiria hata nitoa meno. Lakini nikitoka Buhongwa kwa wale kwa gari ambazo wanaenda ruti kwa Buhongwa kwenda Misungwi, kituo hakuna kabisa. Na bado ushuru tunalipa shilingi 2000 njia ile airport, barabara zimetengenezwa. Nampongeza sana Rais John Pombe Magufuli kwa, kwa kazi aliyoifanya nzuri. Kutoa amuri, barabara imetengenezwa na imepanuliwa vizuri sana. Barabara hiyo mpaka dakika hii vituo vyake havijakaa sawa sawa. Tuna taratibu tunategemea kwamba mji huu utakuwa wa kuigwa, mji utakuwa ni mfano wa kuigwa, utapendeza kama miundombinu pia itakaa vizuri, maana ya vituo manake. Watu wametengeneza mazingira kwamba vituo hivi kama vya dadala vya kila siku, na kama kuna mabasi makubwa, basi kubwa utapaki basi ngapi kwenye kituo kimoja? Hilo ni tatizo. Barabara ile ukitoka kona Bwiru, kituo kiko mpaka Nyamanolo Selemani hawajatenga exclusive. Kituo ukitoka Selemani mpaka Pasiasi, Pasiasi mpaka Iroganzara chini, kituo kipo sawa. Maliasidi hamna kituo, na kuna wananchi wanashuka kwenda Maliasidi kule ndani, sawa. Ukitoka sabasaba Iroganzara mpaka sabasaba, ukitoka Iloga, eh, sabasaba mpaka Alfa, hayo maeneo ndio yana vituo. Ukitoka hapo mpaka Nisani, kwa wale wanaokwenda mahakamani hakuna kituo mahakamani hakuna kituo kabisa, na hata kipa ugeuzia pia hakuna. Lakini tulipa shilingi ngapi? Elfu moja kila kukicha. Tukija barabara hii sasa ya maduka tisa, hakuna kituo hata kimoja na barabara zimetengwa pesa, lakini tumia pesa nyingi kutengeneza kituo kile, barabara ile hakuna kituo kutoka mjini. Okay. Sawa, tukija barabara ya Igoma, maana ya nye Msoma Road nye road barabara haina vituo, kituo kilichopo Ukitoka Nata kituo mpaka Mabatini, wananchi wa mlango mmoja tunashushaje? Ukitoka Mabatini kituo ni mpaka Sinai, maana yake wananchi wa kokoto pale eso tunawashushaje? Ukitoka Sinai kituo mpaka Buzuruga, wananchi wanaokaa hapa sasa ustawi wa jamii, wanaokaa kwenda mwananchi, tunawashushaje? Ukitoka Buzuruga stendi kituo takuja kukutana kukutananacho ndio atengeneza juzi National. Manake, hii boma sokoni yote haina kituo. Vituo vipo lakini havina, havikizi vigezo wametengeneza wenyewe bila sisi kutuita, kutushirikisha, kutushauri, tushauriane, tuambizane nini kituo kikaeje. Kituo kinaweza kidogo, huwezi kupaki daladala, tufuate sheria tukone kwenye vituo kabisa havikizi. Sawa? Ukitoka National kituo ni Mwatex. Ukitoka Mwatex kituo ni Igoma soko la chini Neshi, pale kijereshi hamna kituo ukitoka Kijereshi, ukitoka soko la chini Igoma ndama pale utakwenda kutana kituo, stendi ya Magu, gari za kwenda Magu utana kituo ukitoka, ukitoka stendi ya Magu kituo kiko Kanyama maana ya Kisesa, hapa katikati Nyamangolo Shamaliwa wapi? Hakuna nini? Hakuna kituo, lakini leo wamamua laka shilingi elfu moja, wanataka elfu moja yao wanataka wapewe mia tano tumewapo, hawajatengeneza elfu moja tumewapo, hawajatengeneza elfu mbili wanataka wachukue elfu tatu okay. Maeneo tunatozwa pesa kwa mfano, hiyo ushuru kuna pesa mara mbili, kuna pesa ya, ya faini ya polisi, kuna pesa ya ushuru wa halmashauri ya polisi. Ni hivi vituo ambavyo viko miaka nenda rudi, wananchi pia wanajua hapa ndio kituo. Ukimpitiliza pale, ngumi zake lazima konda ukosi, kuna hatari ya kuacha kwenye daladala lakini leo polisi wakiamua kwamba tunataka kusimamia sheria, watatumia sheria yao saw sawa sawa. Anayefanya leo tuwalaumu polisi ni nani? Ni huyu mtu wa jiji Zumuni tulionalo. Tunataka watu watambue kama sisi ni muhimu kuliko wanavyofikiria. Kwa sababu tukiamsha magari Jumatatu kama hatu, kama hawatakubali, sisi tunaandikia barua sasa hivi mpaka Ijumaa tunataka tukae nao mezani tuzungumze. Wasitishe hili zoezi lao la kutukamata kwamba hakuna kituo mahali tunaposhushia, na ingawa mji mzima hauna vituo, hatuna madhara yoyote tukiwa tukishushia pale mlango mmoja, miaka nenda rudi. Mimi kama mwenyekiti, tumeandika barua ya kusudio la Jumatatu hatutakuwa tunafanya kazi, tutakuwa na kikao chetu sisi kama dereva, tutakuwa na kikao chetu sisi kama madereva Mwanza nzima hizi wilaya zote ambazo zinalalamikiwa wilaya tatu, maana ya Misungwi, Nyamagana, Ilemela na Magu nne. Mungu anaona wakati nachukua na, na, na, na nafasi hii nilijua, kwa sababu kwenye kutetea haki za watu gharama zake lazima utaingia sana ndani, kama nilivyoingia. Kama kiongozi nimewekwa ndani sana, ili kufifisha chama kisiendelee, waoga wabaki kwao. Sisi ambao tunajua tutetea haki yetu, haki yangu kwa madereva, kwa ma wangu. Mimi nimekuwa dereva, najua hata mwenzangu alikufa, Rashidi alikufa, katibu wangu wa, wa, wa, wa, wa umoja wa mabasi wa, wa, wa, wa makubwa na malori Tanzania alikufa kwa fitina za wao wanaojijua wapo, na Mungu anawaona na tunawajua. Na mimi nikifa leo ni sawa, mwanangu Ismaili na Halima watajua baba alikufa kwa sababu moja mbili tatu anatetea haki, kwanza ataenda peponi. Kipindi nagombea nilijua kuna changamoto zifuatazo: kuna kufungwa, kwamba kwa nini wewe unatetea una, una, una, una haki za watu, kuna kupigwa, kutekwa, pia hayo yapo. Kwa hiyo mimi kutetea haki yangu kwa, kwa watu wangu, kimsingi hata huyo mtekaji naye ajipangi, kwa sababu utakaponiteka analizungumza wazi hili, watu wangu watajua fulani kawekwa ndani, wakiniacha wache nikafie kule, lakini ni kutetea haki ya msingi kama mtu, kama rais na imani rais wetu hawezi kutetea huu ni ujinga. Uwezekani mhandisi wa jiji na wakurugenzi wote wapo wanaipo mishahara wa serikali wa wananchi walipa kodi. Wewe kama mwananchi unalipa kodi, halafu mtu amekaa pale haweki alama za barabarani. Leo mtanijia mwaka 2009? Tunadanganyana kama watoto wadogo. Mwananchi wa kawaida anakuja, mtu mwingine atetee ile mseme pigeni huyo na Kazi yangu ni kukuhabarisha, jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS, kwa jina hilo hilo la Millard Ayo, utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.